Uh, Bodi ya Maji Bonde la Wami Ruvu imeendelea kuchukua hatua mbalimbali ikiwemo mbali, kuwafikisha uh, waharibifu wa vyanzo vya maji kwenye <coughs> eh, ngazi za sheria ikiwepo mahakamani. Kuna viwanda vya viwanda vya, vya, vya mbalimbali ambavyo viko eneo la mkoa wa Pwani, eh, kuna viwanda vya kutengeneza nguo eneo la Pwani ambayo uh, walikuwa wanatirisha wali, wali, wali maji machafu kwenye mto Ruvu, na kuna viwanda vya kuzalisha mipira ambayo navyo pia vimeendelea kutirisha maji machafu. Hivi vyote uh, tumevifikisha uh, kwenye sheria kwa maana mahakamani, wameendelea kuwajibika na kesi iko mahakamani. Hali kadhalika kuna jamii mbalimbali za wafugaji uh, eneo la Makutupora ambao walikuwa wanaingiza ng'ombe kwenye, kwenye, kwenye, kwenye eneo la hifadhi la, la Mzakwe ambapo napo tumewakamata. Hali uh, kadhalika e, watu mbalimbali mbali ambao wanachimba madini kwenye vyanzo vya maji, acha ili hasa ili nalizungumzia kwenye Mto Ruvu e, hasa kwenye, vyanzo kwenye milima, misafi ya milima Uluguru kule kumekuwa na shughuli za uchimbaji wa madini ambayo imekuwa ikichimbwa wakati mwingine ndani ya mto kabisa. Hili nalo tumekamata takriban watu kumi na hizi na kesi yao iko mahakamani. hasa hii yote adhima yetu sio kuwafikisha watu wote mahakamani, lakini azima yetu ni kuhakikisha kwamba wananchi tunashiriki kwenye kutunza vyanzo vya maji. Rai yangu mimi kwa wananchi wote wanaishi kwenye maeneo ya vyanzo vya maji, kuhakikisha wanaishi kirafiki na vyanzo hivi kwani ndio mstakabali wa taifa letu. Tunategemea maji kwa ajili ya shughuli za kijamii, maji kwa ajili ya ukuaji wa kiuchumi, maji kwa ajili ya shughuli mbali mbalimbali, na maji pia tunasema kwa, kwa kauli yetu kwamba maji ni, ni uhai. Kwa hivyo sasa, tukiruhusu wachache wakaharibu vyanzo vyetu vya maji, inatutia hasara na inaturudisha nyuma kwenye uhakika wa uhai wetu. Kwa hiyo nitoe rai, yeyote anayeona mtu anachafua chanzo cha maji eza kwa kutupa maji taka aidha kwa, ku, kwa kuharibu kwa kulima, aidha kwa kufanya chochote ambacho tunahisi kinahatarisha ubora na wingi wa wale maji, basi jamii yote ishiriki kuhakikisha kwamba aidha tunampa taarifa mapema aache hiyo shughuli, na akikaidi basi tuweze kumfikisha katika ngazi mbalimbali mbali za maamuzi, ili tuweze kupunguza athari hii tunayoipata. Halikadhalika kwenye mito ya, ya Dar es Salaam e, halikadhalika tumeendelea kusimamia kwamba shughuli za uchimbaji wa mchanga kwenye mito ya Dar es Salaam na utupaji maji taka na utupaji pia wa takataka kwenye mito yote iliyoko Pwani na Dar es Salaam. Hatua mbalimbali tumeendelea kuzichukua na kesi mbalimbali mbali zipo, zipo katika hatua mbalimbali za kimahakama. Hasa lengo ni kuhakikisha kwamba vitu vyote viko salama na vyanzo vyetu vya maji viko salama.